Mafanikio makubwa yamepatikana katika kuimarisha sekta ya michezo nchini. Serikali imefanya juhudi kubwa kuimarisha miundombinu ya michezo hususan kufanya matengenezo makubwa ya viwanja vya Amaan na Gombani ili viweze kukidhi viwango vya michezo ya kimataifa. Ukarabati wa uwanja wa Mao umekamilika pamoja na kuanza ujenzi wa viwanja 17 vya michezo viwanja 17 vya michezo vya wilaya na mikoa. Katika kuhakikisha tunaongeza viwanja vya michezo na kwenda sambamba na malengo ya kukaribisha mashindano ya mpira ya Chan yanayotarajiwa kufanyika mwaka huu wa 2025 na mashindano ya Afcon mwaka 2027, serikali ilichukua hatua ya kuimarisha viwanja vyetu pamoja na kujenga viwanja vipya vya michezo katika maeneo ya Maisara. Aidha, ujenzi wa hoteli ya Amaan sambamba na ujenzi wa ukumbi wa mikutano na majengo kwa ajili ya michezo ya ndani katika complex hiyo umekamilika na kuanza kutumika. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuimarisha miundombinu ya michezo zimevutia kufanyika kwa mashindano mbalimbali yakiwemo mashindano ya kanda na kimataifa ya mchezo wa wavu, mashindano ya CAF ya African mashindano ya CAF ya African School Championship, mashindano ya riadha ya Afrika Mashariki na Kati na mashindano ya ITF Taekwondo na Martial Arts. Vilevile vile, baadhi ya timu kubwa kutoka Tanzania bara zimechagua michezo yao kufanyika Zanzibar ikiwemo kombe la shirikisho la Afrika. Kwa lengo la kuziandaa timu zetu za taifa za Zanzibar Heroes na Kilimanjaro Stars, mashindano ya kombe la Mapinduzi yaliyofanyika Pemba katika uwanja wa Gombani mwaka huu yalizishirikisha timu za taifa. Nayapongeza mataifa yaliyoshiriki na pia nawapongeza wananchi kwa kufuatilia mashindano hayo ambayo yana mchango mkubwa. ambayo yana mchango mkubwa wa kuimarisha sekta ya michezo. Aidha, kwa mara nyingine napenda kuipongeza timu yetu ya Zanzibar Heroes kwa kutwaa kombe la Mapinduzi mwaka huu na kudhihirisha uwezo mkubwa tulionao katika sekta hii ya michezo.